Jangwani. Baada ya ubatizo, akaingia jangwani, waongee na Baba na pia athibitishe mpango wa Baba na pia apate nguvu za kiroho, kwa sababu ile safari iko mbele siyo rahisi. He needed spiritual stamina to face what was laying ahead. Na yeye anajua kwa uhakika, yeye anajua alizaliwa ili akuje hapa na when we are facing our death, it's never easy. na kwa hivyo lazima alihitaji msaada, ko leo sasa, anapanda mlimani na tumeambiwa anapanda mlimani kufanya nini? Nimi tumeambiwa ameenda kufanya mambo mawili. Kwanza, ameenda kusani na tunajua Yesu alikuwa na hiyo tabia kila wakati alipotaka kufanya maamuzi makubwa, alienda mahali peke yake kuongea na Baba. Na mnajua tunda moja na Kwaresima ni kuzidisha maombi. Maombi ni chakula chetu cha kiroho. Kama vile mwili hauwezi ishi bila chakula cha kawaida physical food, vivyo hivyo roho zetu haziwezi kuwa na nguvu bila maisha ya sala. Kwa hivyo Yesu anaenda mlimani kwanza kusali, na Biblia inatuonyesha nyakati mbalimbali ambazo Yesu alienda kusali. Baada ya ubatizo wake alienda kusali, na alipokuwa akisali Roho wa Mungu akashuka juu yake, na mara hiyo akatangazwa, huyu ni mwanangu ninayependezwa na baada pia, wakati alipokuwa akitaka kuwachagua wale mitume kumi na wawili pia alichukua muda wa sana, ili Mungu amwelekeze na baba amwelekeze kuchagua wale ambao watamsaidisha. Na tunajua alichagua watu wa kawaida, watu ambao wa wapo wamesoma, lakini leo dunia imemjua Kristo kwa sababu hao waliwachagua walichaguliwa kisara akiongozwa na Roho Mtakatifu. Siku atakapokwenda pale shamba la testamani, tunajua akikojea kupata mateso, tunakumbuka alienda mahali peke yake ya kasari, na alipokuwa kisari mitume wa wilaya God is good. Amen. Na leo tumesikia pia mitume walipoenda mlimani, Yesu walipokuwa akisali, hata kabla hajaanza kugeuka, pia wamelala na hiyo ikimesiki, na hata leo mezakuania asubuhi na watu wanalala.

na Yesu akawaambia, hamungeweza kukesha nami hata lisaa limoja. Wenye Yesu hangeweza kulala sababu alijua yale yako mbele, anaenda kupata mateso, na kwa hivyo alihitaji nguvu za kiroho. Na leo kama tunavyosikia, amepanda mlimani ili aweze kusali, na anaposali Baba aweze kudhibitisha mpango aliyo nao, kwa hivyo Yesu akapanda mlimani aweze kwenda kusali pia. Amepanda mlimani ili aweze kugeuzwa sura, aweze kuwa na transfiguration. Na anakusudia hiyo. Kwa nini Yesu anageuka sura siku ya leo, na kwa nini a James na John. Kumbuka Peter ameambiwa mara kadhaa nitaenda Jerusalem ninaenda kufa ninaenda lakini siku ya tatu nita. Petro alimwambia Yesu nini? Bwana, haiwezekani, haiwezekani na kwa hivyo, so, Yesu akamwambia Shetani, rudi kwa sababu mawazo ya Petro na Wayahudi wengi walitaka sio masiha wa kuteswa, sio masiha wa kushindwa. Walikuwa wanatarajia political masaya, yule ambaye atakuja na kuwakomboa kutoka minyororo ya Waroma. Na kwa sababu Yesu ameelewa mawazo yao, alitaka kuya kwenda na kuwainua na ndiyo maana amewachagua wakiakirisha wale wengine ili aje ageuze mawazo yao waweze kuelewa umasia wake. Na kwa hivi amewachagua hawa, na tunajua ameenda na atageuka sura, na kugeuka kwake kuna umuhimu kwetu na umuhimu kwa mitume. Umuhimu gani? Kwanza atawadhibitisha katika imani, imani atakuja na kuwapa nguvu katika imani yao, sababu ukiangalia nyakati nyingi katika maisha yetu, kuna na siku ambazo tunafurahi kabisa, and we admire we wish those moments to come back. Kwa mfano, wakati wa labda, wakati wa birthday yako, it is a very moment, isn't it? Ama wakati familia inapobarikiwa na mtoto, ni wakati wa furaha sana ama wakati wa graduation yako ama ya mtu wa karibu nawe, ni siku ya furaha, ama siku ya doa, ama siku ya ubadilisho. Nyakati hizo ni nyakati za furaha, kiasi ya kwamba tunatamani huo muda uendelee. This is what happened kwa umulima huko juu, na ndio tumesikia furaha waliopata hawa mitume. Petro alisema ni Bwana, Wacha tukaakae hapa hapa, ni pazuri zaidi. Zaidi kwa hivyo transfiguration ya Yesu tunaonyeshwa furaha ambayo tutaipata mbinguni, na sikiwaomezea asema hiko mahali. Hata mjadala ilitokea kati ya mitume ikisemekana kwamba kuna mahali Yesu alisema baadhi yenu hawakawa umeshasoma mahali, na hiyo uma ikaendelea na ikasemekana kuna watu kati ya the apostles kuna wale ambao hawatakufa. Na Yesu aliposema haya, kuna baadhi yenu ambao hawatapata mauti kabla ya utukufu wa Mungu kutokea, alikuwa na maanisha what happened in the mountain of transfiguration, sababu ni ukweli Petro, John na James wameona na wameonja ya mbinguni wakiwa hai. Wameona na wameonjeshwa tutakayoishi nayo siku Bwana atakapokuja, na kwa hivyo ni kweli hawa watatu wameonjeshwa kabla ya kufa yale tutaishi baada ya maisha haya kwenye Yesu -aliwa, aligeuka sura ndiposa aweze kuwathibitisha katika imani. Yesu wa, aligeuka sura ndiposa aweze kuonyesha Mungu wake bado mitume, na wa mitume watu mauliza watu wakasema mimi ni nani na yeye bado anataka kuthibitisha ama mitume wako wamuelewa.